Jamani, mnasemaje kwa semina nzuri? Yes, tumekuwa na wakati mzuri sana wa semina hizi. Hebu nisikie wanaoimba sauti ya kwanza. Bwana asifiwe! Mbona hapa mlikuwa mnatoa kii za juu mpaka mnaambiwa mzuii? Sauti ya kwanza. Bwana asifiwe! Sauti ya pili. Bwana Yesu asifiwe! Sauti ya tatu. Bwana asifiwe! Sauti ya nne, na kimsingi ndiyo sauti ambayo nadhani mbinguni tutaitumia hii. Fanyeni tu utafiti sehemu ambazo Mungu alikuwa anatoa matamko mazito ilitumika sauti ya nne, haijaandikwa kokote hii, fuatilieni. Hivi unadhani malaika Gabrieli na Mariamu walipokutana pale angetumia sauti ya kwanza kumwambia atapata mtoto kwa kwa uwezo wa Roho? Unadhani debate ingekuwa kubwa? Utapata mtoto kwa uwezo wa Roho, Mariamu angeuliza how how lakini aliposikia sauti ya nne, utapata mtoto. Naye tukutane tena katika kongamano lijalo, tukiwa na furaha, tukiwa tumekaa miguuni pa Yesu. Mungu awabariki sana kwa kuenda siku ya leo. Mbarikiwe sana.